Uh, nazungumza jana ya mwezi wa Dhulhijja mwaka elfu moja mia nne sita wa arobaini kwenye grupu la ulimwengu wa Kiislamu, ambalo mimi ni mmoja kati ya wanaofuatilia fuatilia na kupata faida mbili tatu, ulitokezea mkasa mkubwa grupu hili lila ilmi li

na kutoa hukumu mbali mbali na hukumu mbaya mbaya e, zikapatikana hukumu mbali mbali na hukumu mbaya mbaya kuhusiana na wanaomsema wanawasema masahaba. Sasa awamu nnas huwa wafahamu mambo hayo, wakisikia mtu anamsema sahaba hujua huyo ni mtu ovu kabisa, na hukumu yoyote ambayo imeandaliwa na mtoaji mada basi, awamu nasi huwa wanaipokea hukumu hiyo na kuwatizama eh, Waislamu wenzao wa kwa jicho jingine. Lakini uhakika wa mambo ambao mimi nimeufuatilia na ndio ikawa ni sababu ya kutunga hicho kitabu cha Nihayat Tadlis, mwisho ulaghai, masuala haya yamezungumzwa na madhehebu wa maulama, madhehebu au maulama wa madhehebu tofauti na wakatoa hukumu mbali mbali na mbaya mbaya za khalifa watatu. Kwa hivyo humo mimi nimebainisha kuna fulani Shaukani, Sanaani ambao wamewagusa masahaba tena kwa kauli kali kali, e, Abdurrazzaq zen limamu Abdurrazzaq Alhakim ibni Taymiya, Ibn Alqayyim na wengineo mbali mbali ala kulli hal. Lakini cha zaidi na zaidi kwamba nimewaletea nukuu ya muassis wa pote la Kiwahabi, Muhammad bin abdul Wahab, kitu ambacho pengine watu hakitegemee, kwamba hao ndio wanaunadi kwamba masahaba wasiguswe, halafu leo akatokezea weye muassis wa pote la kiwahabi yeye ndio akatoa kauli kali na ovyo kabisa. Kwa hivyo hapo ndio watu watakapofahamu na hasa nukuu niliyoitoa mimi ambayo imetaja kuhusu hao masahaba na matabiin walio aliowasifu Muhammed bin Abdul Wahab bi alghayi wa aljahala waalshari, kawasifu kwa sifa hizo kwamba ni wamepotea ujahil na shari lakini si hivyo tu, akasema hao ndio walioongoza mauaji ya khalifa watatu kwa hivyo, moja kwa moja mtu anapata, anapata picha ya kushtua kabisa <coughs> kwamba kumbe waliomuua Uthman bin Affan sio kama vile unavyoambiwa aubash sijui, eh, shatati lqabail sijui dahma, nnas, raa nnas ni watu tu, kumbe ni masahaba, kumbe ni matabiin, tena matabiina wakubwa. Ala kauli hiyo anayesema nani? Muasisi wa pote la Kiwahabi. Hii si jambo la kutegemea. Kwa hivyo, ilikuwa lazima itokezee harakati fulani hapa, ili upite ulaghai. Ulaghai huo akaufanyia kazi Muhammad Mafuta, sawa. Kwa hivyo akaja katika eh, nini, hili majumua ya ulimwengu wa Kiislamu akachukua ile picha na kitabu kile. E, ambayo kimo katika kitabu cha Nihayatut Tadlis, akaanza kusema kwamba nimeanza na uongo mimi. Sasa unajua watu wakashtuka pale, nimeanza na uongo kwa wapi huo wa uongo? Wengine wakawahi kumnasih nasih, nasih, kwamba si lugha ya kielimu hiyo, na akajibu kwa kifua kipana kusema uongo ndio elimu. Naona mambo hayo, kusema elimu, kusema uongo ndio elimu. Lakini si hivyo tu, kuletwa letwa masuala mengine pale na watu katika njia za kumnasihi yeye, kwa kifua kipana akasema hayo aliyoyanukuu, hayo maneno hayo hayapo kwenye kitabu hicho alichotaja huyo muongo wa kiibadhi, yanen, anasema hayo maneno aliyoyataja mimi kwamba akayasema muasisi <coughs> wapote la, ki, la kibidaa pote la kiwahabi hayo maneno hayako katika hicho kitabu ambacho kinaitwa Mukhtasar Sirati Sahaba. Naam, kwa hivyo kwa kifua kipana kujipiga kwamba haya maneno itakuwa nimeyazusha mimi, maneno nimeyapanga vizuri hivi, katengeneza kataja majina na kataja na, na kauli ambayo Muhammed Abdul Wahab kaa kaa hakuyasema, lakini nikampangia maneno, maneno halafu nkamtia nayo kwenye kinywa halafu nkamtungia na kitabu halafu naicho kitabu maana yake kumtungia kitabu kwamba kasema katika kitabu na kataja na ukurasa hai. Wanaonifahamu mimi kwa kidogo tu, basi jambo hilo unaweza ukasema ni shibhu mustahili. Usao sipendi kuokotea okotea, kabisa mara moja shamtetea kaka yake huyu bwana mdogo huyu, watu walileta kwenye grupu fulani kwamba akakamatwa na shakimbia kwa madawa ya kulevya, akasema hizi sio kauli za kueneza eneza tu. Na jamaa anasema kapokea habari moto moto, kaambia bwana, ntahadharisha mimi si kauli. Watu wanafanyiana uadui na saa nyingine uadui wenyewe unakuwa hauna mipaka. Hizo ndio insafu zetu sisi ahli lhaqi wal istiqama alibadhia lakini mnaona namna mawahabi wanavyokuwa ni matapeli kiasi gani katika dini. Sasa mi nikuhakikishieni, kwa kwanza, ndugu wa Islam, musishughulishwe wala msitikiswe wala musipate hedek. Kauli niliyoileta ipo kwenye kitabu hicho nilichokisema, sijakosea. Ni Mukhtasar Sirati Rasul cha Muhammad bin Abdul Wahab na ukurasa niliyotaja ni huo kwa chapa hiyo niliyoiweka na haya maneno yamo pia katika tabaati nyingine kwa mfano iko tabaa nyingine ambayo mimi ninayo hapa ni ukurasa wa mia mbili hamsini na tatu kwa hivyo tapeli muongo kedhab dajjal ni yeye Muhammad Mafuta na hiy alasi kitu cha ajabu kwake ku, ku, kusema uongo yeye yeah, yeah. na kaka yake Kasim Mafuta, wakati tunajadiliana kipindi fulani alinitungia jina mimi, akasema mimi naitwa naitwa Abdi Atiwani, akasema jina lake huyu namjua mimi ni Abdi Atiwani, tena namjua kwa sura yake na sauti yake ah. Nikashangaa kweli, kaambia Sijui kama kuna kiumbe kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaitwa Abdi Tiwani ambaye wewe ukisema yeye anakujibu tena hizi jawabu ambazo zinatoka kwangu, mimi, kiumbe huyo sidhani kama yuko. Unaona, kwa ajili ni watu wa kuokota okota tu na ni watu wa kukanusha kanusha tu. Sasa sasa, hii ni lazim ilikuwa ipatikane, cha kujiuliza alamatil istifham ambayo ni kubwa je? Yeah, huyu bwana mdogo Muhammad Mafuta kutokana na ujahili wake. Maana kuna watu mapocho duniani, ni hawa mawahabi. Utaona wamesoma lakini tasarufati zao wanazozifanya ni za upocho, tena sio ule upocho kwamba mtu kapewa mtihani na Allah hafahamu. Aa, ni upocho wa kujitakia, ni uzumbukuku wa kujitakia kwa sababu kitu kimeletwa kwa namna hiyo, wajua, na kwa mtu ambaye mara nyingi unakuta vitu vyake viko perfect and punctual. So nishajadiliana nao sana hawa na kuwabainishia udhaifu wao, kwa hivyo walikuwa wachukue hadhari kubwa sana na mimi, wakati wanapotaka kujaribu ku, ku, kuni, kuni crash au kunijadili. Naam, hilo ni wajibu kwa wao, ilikuwa walifanya. Sasa huenda kuna kitu kimepita, wallahu aalam lakini chote hakimpi udhur, bwana mdogo huyu Muhammad Mafuta hakimpi udhur. Ima ni hawa mawahabi walivyoona kwamba kauli hii kutokezea katika kinywa cha muasisi wa pote lao ovu la kiwahabi la kufarikisha umma, basi ni kitu hatari sana, kwa hivyo kitabu chake kichakachuliwe, iondolewe nukuu hii. Uwezekano huo upo, kwa sababu wanao tabia kuchapisha vitabu wakakatakata na kubadilisha badilisha. Naam, moja ni hiyo. Kwa hivyo linawezekana e, likatokea zumbukuku likaona kitu kama hicho, ana kitabu akaenda akapekuapekua, akaona hakuikuta hiyo kauli, akaruka na kauli nyingine. Ni mijitu isiyojifahamu ndani ya madhehebu yao, na hata wakioneshwa safahat hawana nafasi. Pengine hana kitabu hichi. Ilikuwa apekuepekue, mpaka kama kakosa kwenye ukurasa uliotajwa hapo, atizame asome yote. Hayo hayakufanyika. Kwa hivyo, mi nasema iwe ni kwa kitabu alicho nacho kimechakachuliwa au ni kwa nia ya kutapeli na kuwababaisha watu ni, na kukanusha kile ambacho wanacho na wamekisema, basi hii ni fadhiha ambayo allah subhanahu wataala kamtakia imfike mbele ya hadhara ya watu kwa sababu kuna msemo unasema idha arada llahu idha arada llahu halaka namla ambata laha janahaini allah kitaka kumhilikisha au e, akitaka kumhilikisha sizimizi wadudu wadogo wadogo hawa huwaotesha mbawa wakaruke kwa ni sababu ya kifo chao ima kwa kuliwa na wadudu wengine au kuanguka na kufa Ala kuli hal aqul jaa lhaq wazahka lbatil in lbatila kana zahuqa. Uongo Allah kaudhihirisha wazi, kama tunavyoona hapo. Kitabu kipo cha Muhammad bin Abdul Wahab na nukuu ipo. Ipo. Kwa hivyo, ndugu Islam, tujue kama navyosema, mshair mtu hasemi uongo isipokuwa kwa filih su au qilat ladab ni yake mbaya, au qilat ladab pamoja na kupewa nasaha ee, kajitia kusema uongo ndio elimu. Kwa hivyo jamani, maneno yake haya haya, tapeli huyu wa Tanga, tapeli huyu wa Tanga yakamateni, kwamba mujue elimu yake kiwango chake, lakini uchamungu wake uko kiasi gani. Musimu kaona naghururika mkasikia kuna watu wanakuongozeni katika dini kumbe dini yenyewe ni hii. Mkawaona watu mnawategemea, wakisimama wakapiga makelele kwenye microphone, mkawaona kwamba hawa ndio watakaotuongoza katika haki, kumbe ni mate, ma, matapeli. Kama mnajua utapeli uko katika watu kudhulumiana katika miamalati tu na kuna utapeli katika dini. Watu wanafanya utapeli katika dini. Huyu kijana huyu ana mdogo Muhammad Mafuta, si mara ya kwanza oh, kumweka sawa na kumnyosha katika masala ya kielimu, na kumbuka mara moja ilikuja nikatoa nukuu moja tena kupitia katika kitabu cha imamu wake Ibnul Qayyim. <clears throat> Akataka kutia dosari kwamba nimekosea kinahau. Mimi nikamkamata kisawa sawa, nikamwelimisha akajitia kuruka huku, lakini nimemkamata. Mpaka watu kwenye grupu ikawa wanamdai sasa, mara niko Mombasa, niko njiani. Kaambia nenda utakapokwenda, ukifika nilete jawabu hapa. Nikamwambia mwambie kaka yako akusaidie, labda mkikaa pamoja mtaweza kuifahamu vitabu vyao. Hivyo wanasomeshwa na nani? Ibadhi, nasikitika kupata wanafunzi mapocho mazumbukuku wakiwahabi katika wanafunzi uliowapata, manake sehemu nyingi tushawasomesha wasioyajua katika madhehebu yao na pote lao. Mwisho mwisho hana cha kusema akasema njia zote zinajuzwa. Hamna, njia zote hapa ni njia moja tu ya kupita mpito mmoja tu. Haya, suala jingine lilikuja la Ramadhan Karim, na huyu huyu kijana bwana mdogo kwa ajili tu Uthaimini kasema na yeye kwamba haijuzu kusema Ramadhan Karimu kwa sababu Ramadhani sio inayotoa karim e, ikram lakini Allah ndio anatoa ikram. Kwa hivyo Ramadhani haina cha kufanya, subhanallah. Nikamnyoosha kumweka sawa kwamba neno karimu halina maana mwenye kukirimu tu, ala kulli hal. Na masala mengine pia yanatokezea katika vitu kama hivyo, nikaonyesha tadlis zao, ulaghai wao na walivyokuwa hawana haya, maanake wanasema vitu ambavyo kisha watafedheheka Islam. Ni kwa hivyo ndugu Waislamu, nikwambieni msipate hede kabisa, wala mimi si siku siku eh, kupata hede wala kutikisika. Jana nilikuwa na dhurufu kidogo, nikasema lazima niandae kitu cha kumweka sana kum, cha kumnyoosha huyu kijana wa Tanga, Wahabi wa Tanga ambaye yeye leo sasa anaonekana ni laghai, leo anaonekana ni tapeli Leo ndio anaonekana yeye ni dajjal na ile ku, kunituhumu mimi ni shinshina. Aarifuha min akhzam. Hiyo ni min hiyo tabia ambayo tunaijua kwa wao, iko hiyo dini yao, hasa napote lao limesimama katika misingi ya kusema uongo, kupindisha maneno na kufanya ulaghai tofauti tofauti, wanajulikana wanajulikana, ndio tabia zao. Tena utawakuta rukaruka ruka zao, subhanallah, mpaka manake wanakashifiwa na watu wa kawaida, wanakashifiwa na watu wa kawaida. Kwa hivyo ndugu wa kawaida, Islamu mujue, hali ya watu kama hawa tunao wengi, hawashindwi eh. Ah, juzi tu kabla subhanallah, llah, mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kat, tuko katika kumi, siku kumi tukufu za Dhulhijja mwaka 1446.

katika siku hizi, hii kazi ninayoifanya hii, basi namwomba Allah subhanahu wa taala aijalie katika mizani hasanati na iwe ni katika dhimni ya hizo al-amali salih. Na wewe msikilizaji, usistopishe kueneza ujumbe kama huu wa kuwakashifu watu kama hawa ambao wana nia mbaya katika kufarikisha umma wa Kiislamu. Naam, kwa sababu alhamdulillah imekuwa kama ni neema hii, ime kushambuliwa imekuwa ni neema Eh, eh, sakaha llahu ilaya Allah kaniletea neema hii nitumie wakati, kwa sababu nimepata klipu tatu katika hadhihi layam mfululizo naletewa kwamba eh, tuwekee sawa hapa, tuwekee sawa hapa, tuwekee sawa, mpaka watu wananishikilia kwamba, ikiwa huna nafasi wewe mtafute aliyokuwa na nafasi katika watu ambao wanaweza kujibu. Kwa hivyo kuna klipu shawahi kuzitoa na labda huyu bwana ngeashiria jambo hilo akapata maumivu kuona Muhammad bin Abdul Wahhab, na yeye ni miongoni mwenye kuwasema masahaba kwa vibaya, akaona sasa akanushe. Na siyo kwa hivyo, nawatangazia waislamu katika kundi hili la majumua ya uh, ulimwengu wa kiislamu na wengineo kwamba habari ya Muhammad bin Abdul Wahhab kuwepo ya kuwasema masahaba kwa niliyoyataja Yapo kwenye kitabu nilichokitaja katika kurasa niliyotaja, na katika tabaati nyingine ni kurasa zitatofautiana. Kwa hivyo hayo mwelewe, wala msipate hedeki yote, wala mimi sishughuliki kunita muongo kwa, kwa sababu ni tabia zao kuwaita watu waongo, wala haula wala quwwata illa billahi alali alazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wasalamu ala almursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.